Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja ameenda kumkagua mmoja katika wagonjwa wa Kiislamu. Na kwa hakika maradhi yalikuwa yamemzonga sana, maradhi yalikuwa ni makubwa sana, mpaka amekuwa utadhani ni kinda la ndege, jinsi maradhi yalivyomthakili katika mwili wake. Faqala lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam

Hasana hapa duniani ni kupata swiha na afya njema katika mwili, hiyo ndio mema ya hapa duniani. Ayuha almu'minun, enyi ndugu waumini. Inna swihata labidani wa salamataha, hakika swiha katika mwili wa salamataha min alasqami, na mtu akawa yuko salama hana maradhi, wa afiyataha min ajali ni'ami allati idha faza biha alinsanu fakaannama hizat lahu dunia biasriha, ikiwa mtu amepata afya katika mwili, hakika mwanadamu huyo atakuwa amepewa kheri zote za hapa duniani. Ikiwa mtu ameepukana na maradhi, ni mzima, basi kwa hakika huyo amepewa kheri zote duniani. Rawa Limamu Tirmidhi min hadithi Ubaidillahi ibn Mihsan

indahu qutu yaumin, na ikawa ana chakula cha siku moja tu. fakaannama hizat lahu dunya, kama kwamba yeye amekusanyiwa dunia yote amepewa yeye, madamu ni mzima katika afya, basi hiyo ni neema kubwa mno, ndugu Islam. Kwa hakika afya katika mwili ni neema kubwa mno, kiasi ambacho mtume sala salama katika dua zake alikuwa lazima hilo limo kwa kila siku. Alikuwa akisema mtume thalatha marati, mara tatu kwa siku: allahumma afi ni fi badani, ewe Allah nipe afya katika mwili wangu. allahumma afi ni fi sam'i, ewe Allah nipe afya katika masikio yangu. allahumma afi ni fi basari la ilaha illa anta, ewe Allah nipe afya katika macho yangu, hapana mola afae kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Neema ya kuwa na afya, ndugu Islam, Mtu ataijua neema hii atakapokuwa mgonjwa. Akishakuwa mgonjwa, ndio ataijua neema ya afya, lakini kama ni mzima, anaweza kabisa asiione neema ya kuwa na afya. Kuwa na afya ni neema kubwa, miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. al-Abbas ami, yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam.

Nifunishe jambo ambalo nitamwomba Allah subhanahu wa taala, jambo hilo ambao ni muhimu. faqala sallallahu llah aleihi wasalam alafia, akamwambia mtume sallallahu salama miaka ya al-Abbas, muombe Allah akupe afya, sababu ukishapata afya kheri zote utazifanya ikiwa mzima, na kama si mzima, basi unaweza usifanye chochote kabisa.

Mwombe Allah akupe afya duniani na akhera. Hadithi sahihi, rawahu l imamu Tirmidhi. Kwa hivyo kuwa na afya ni neema miongoni mwa neema kubwa mno, ni neema miongoni mwa neema kubwa mno, neema ambazo Allah atenda kuiuliza. thumma la tusalunna yaumaidhin anin naim, kisha mtaulizwa siku ya Kiyama kuhusiana na neema za Allah mulizitumia vipi, ikiwemo hiyo afya wafasiri wanasema ikiwemo hiyo afya, akiwemo Ibn Abbas asema mtakaduulizwa ni hiyo afya. Allah amekupeni afya mmeitumia vipi? Uzima katika mwili mmeutumia vipi? Kwa hivyo neema ya kuwa na afya mwili katika mwili wako ni neema kubwa, lakini huwezi kuijua ikiwa utakuwa mzima hivi hivi, labda ugonjwa kidogo, ndio utaona neema ya afya, uziru wake ambavyo E, na umuhimu wake ambao ni muhimu sana katika neema za Allah Subhanahu wa Taala. Ndugu Islamu, kwa kweli utakuta hapa Zanzibar kuna maradhi maradhi haya kwa Tanzania nzima, Zanzibar na Utwara inaongoza maradhi ya kansa Zanzibar, Haa, na Mtwara kwa Tanzania nzima ndio inaongoza. Sasa tujiulizeni, hapa itakuwa kuna jambo hapa, watu pengine wanalifanya bila wenyewe kujijua, kuna jambo na makese. Inafahamika kwamba ni maradhi ambayo ni mabaya sana, mtu akimpata kwa kweli kupona na kuwa ee, si ahlabu sana. Maana yake ikimpata ikifika siku ya tatu na ya nne, na mara nyingi hatuna kawaida ya kucheki mini yetu kajua kwamba huyu ana maradhi ya kensa na imefika stage ya kwanza na ya pili. Mara nyingi mtu mpaka pahada pana muuma sana ndio anasema hapo pana niuma sana anaenda, anaambiwa ni kensa na ishafika katika daraja ya nne, daraja ambayo huwezi ukapona isipokuwa Allah subhanahu wa taala apitishe uwezo wake. Lakini ndugu Islam, kensa Zanzibar inaongoza sasa. Pengine kuna mambo tunayafanya kuna mambo ambayo tunayafanya katika haya mambo ya maisha yetu kwa ujumla. Wenzetu huko nyuma ilikuwa hatusikii kwamba kuna maradhi ya kensa. Wazee waliopita huko nyuma wakiwemo katika visiwa hivi hivi vyakula vyao walikuwa wanapika katika vyungu. Leo tunapika vyakula katika sufuria, kiangalie ile sufuria yote imelika, imelika, imeenda wapi? Imeenda tumboni Unapika vitu unatia ukali mule, inakwangura kwangura ile yote, na tumboni inajikusanya, alafu baada ya muda unaonekana una, una maradhi ala kuli hali. Daktari hawajajua sababu ni nini ya kensa, kwa nini inaongoza, hawajajua. Lakini kuna vitu vingine tunatakiwa na sisi tujiengeze. Maplastiki hii yanatakiwa utumie kwa siku moja, kisha kunywa maji utupe. Sasa sisi tunachukua, tunatilia juisi, tena juisi ya ukali kama vile limau, ndimu eh, au mabungo vitu kama hivyo vikali vikali tunatia inajichuja ile, alafu tunatia katika tumbo. Huko sehemu za mjini huko kuna masala ya kutengeneza dhahabu. Dhahabu maji yale kemikali ya kutengenezea dhahabu ni kemikali kuliko chochote kile, na inaathiri kuliko chochote zile moja kwa moja zimetengenezwa mitaro mitaro, ile inaenda ni baharini. Inapokwenda baharini, tayari wewe unaenda furudhani pale, unapata samaki unakula. Unaona samaki mzuri, unakula. Chaza chaza hizi zinapatikana, unakula. Na zile ni kemikali, moja kwa moja zinaenda baharini. Kwa hivyo ni jambo ambalo la kuchunguza. Kwa nini kwetu sisi inaongoza kesi soda tunakunywa sana tunapenda sana soda soda ile ndogo ile ina vijiko kumi na tatu ile soda ndogo ina vijiko kumi na tatu za sukari na mwanadamu anatakiwa katika mwili wake muwe na sukari vijiko viwili kwa siku vijiko viwili visizidi kwa siku sukari ile soda ina vijiko kumi na tatu ile ndogo wewe pengine leo nazipiga tatu, asubuhi moja, chana moja, usiku moja, au zaidi ya hapo pengine. Sasa vijiko vyote hivi vinaingia katika mwili wako, na kuvitoa hata mazoezi uchukue ufanye mazoezi, kwa hivyo kuvitoa vina kazi sasa. Unakunywa tena, unakunywa tena, vinajikusanya tu. Kwa hivyo zote hizi pengine ni sababu, mwenyewe tukae, tuziangalie.

kama nilivyosema neema ya afya ni neema kubwa mno miongoni mwa neema Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo wametuneemesha kwa hivyo, ifanywe kila inavyowezekana watu waichunge sana neema hiyo. Ndugu Islam, sasa hivi kumeingia maradhi ambayo tunayo ya kuharisha matumbo ambayo kwa kweli yanapoteza watu sana kika hivi hivi, huwezi kujua, lakini watu wanapotea sana na maiti yako huwezi kuiona, yaani kila kitu inashughulikiwa na madaktari. Maradhi haya ya matumbo ya kuharisha yanatokana na uchafu, uchafu. Kwa hivyo tuchukue tahadhari sana, mazingira yetu yawe safi, kuanzia miili yetu, maeneo yetu ambayo tunaishi maji yetu tunaokunywa, tuhakikishe kwamba ni maji ambayo ima yamechemshwa au yamewekwa dawa ya maji WaterGuard. Unakunywa maji hayo ambayo yako salama. Hakikishe unapotaka kula basi unakosha mikono kwa sabuni. pempas zile, basi ni uchafu ule, utafutiwe mahala maalum ambao unahifadhiwa kama ni kwenye mashimo natiwa kwenye mashimo, watu waache kutupa tupa tu. Uislamu umehimiza sana kuwe wa safi. Sasa haya ni mambo vile vile ya kuzingatia, haya ni mambo ya kuzingatia ili tupate afya yetu sisi wenyewe, tufanye mambo yetu ambao kwa ufanisi, ktaa mambo yetu na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala inavyostahili kumwabudu bila machofu aina yoyote. Kwa hivyo, maradhi haya yapo, maradhi ya matumbo, watu wanakufa. Tuchukueni tahadhari na kustahiki kabisa kuchukua, tusile ovyo ovyo vyakula ambavyo vimebakia, kama hakijafunikwa usile uporo, isipokuwa labda upashe moto na vitu kama hivyo. Tuna mwenzetu ameona, ametamani embe tu pale, ambayo imetiwa pilipili hivi, embe mbichi, akaona wacha ale He, mmoja katika wenzetu msikitini pale, basi kala, amepata hayo maradhi. Huku na huku kupona kwake, basi katiwa drip kumi na tisa, drip kumi na tisa ametiwa na huu ni mwezi ametoka, ametoka, lakini bado anaenda, anatembea. Utasema yani anatembea, utajua kwamba huyu kweli alikuwa mgonjwa. Mgonjwa wake humwoni kabisa Akifa maiti yako humuoni. Madaktari wanaokuja kuchukua, wao ndio wanashughulika na masala ya kuzika na kila kitu. Kwa hivyo ni maradhi ya matumbo haya, unasema ni maradhi ya matumbo ambayo yapo. Kwa hivyo tuchukue tahadhari katika yale yanayostahiki, sababu ya maradhi haya yanatokana na uchafu. Kuna bwana mmoja amevaa suti yake nzuri, mkurugenzi, sasa Okay. akaenda kwamba ameonekana amepata maradhi haya. Maradhi haya anapata watu wachafu vipi? Kaenda Maruhubi kaona muhogo akasema mtamo, akabenya hivi kwa meno, kumbe muhogo ule umepata kinyesi. Kwa hivyo ndo kapata maradhi moja kwa moja. Kwa hivyo ni maradhi ambayo natakiwa tuchukue tahadhari, mkichukua tahadhari. Al wiqayat khairu min alilaj, kujikinga basi ni bora kuliko kujitibu. Ni jambo ambalo tunaweza wenyewe tukiweza wenyewe kulishughulikia au tukitaka ulishughulikia basi, tunaweza kwa sababu ni usafi tu. Kwa hivyo ni juu yetu kuchukua tahadhari na kustahili kuchukua tahadhari kwa yale ambayo tunaweza nayo kuchukua, basi tuchukue, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kukinga juu ya kila kitu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa mafunina lil mu'minati wal muslimina wal muslimat